Kwanza bro, wewe ndio wa kwanza kufika. Makosa ingine enyewe hey. Hii maisha bana, hii maisha ni mzunguko unakumbuka ukinifukuza kwenu juu mko na twine, twine, waani, ugeni. Hakuwa mimi. unajua sisi mpaja. Sisi ni labda ni ule brother yako mwingine Misi, twini yaani ni brother yako kwa mdani. simjui brother yako akona kipara, nywele imeangi ni mko matwini but ako na kipara, wewe nywele ndo hui. So, mtulia, yaani ulinifukuza kwenu juu mko na ugeni, sendo Ah, ulinifukuza. Hakuwa mimi, hakuwa mimi. Ah, sasa pia mimi kwetu kuna ugeni, kuna chakula. Sasa ushakuja, ushaleta hapo tumbo lako. Sasa fanye hivi. Hadi umekuja, umekalia viti tatu. Ai. Viti tatu ba. Na unifukuza kwenu juu ya ugeni. So, a sasa sasa wewe fanya mgani hivi. Mimi sitaki tuongee. Juu sitaki ugeni haribike. Juu mimi nikijaa mimi ugeni tarbika. So fanya hivi, amka. Hey, ba. Aya changanya mbarika nyumbani.